Mkuu wa wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, Sophia Mjema ametoa wito kwa vijana wilayani humo kuwa mstari wa mbele katika kufanya usafi wa mazingira yanayowazunguka na kujiepusha na masuala mbalimbali yasiyokuwa na tija katika jamii. Mjema ametoa wito huo jijini Dar es Salaam mara baada ya kufanya usafi wa mazingira katika hospitali ya Amana, ambapo wamesema vijana wanapaswa kujitokeza kwa wingi katika kuboresha hali ya usafi wa mazingira ya wilaya ya Ilala na jiji la Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dalini Saidi ameandaa taarifa inayosomwa hapa studio. Mkuu wa wilaya Ilala Sophia Mjema ameungana na wananchi wilani humo kufanya usafi wa mazingira katika hospitali ya Mana ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. John Magufuli la kutaka wananchi kuwa na utamaduni wa kufanya usafi katika mazingira yanayowazunguka. Akizungumza wakati wa zoezi la kufanya usafi wa mazingira katika hospitali hiyo lililojumuisha warembo kutoka wilaya hiyo na baadhi ya wanafunzi wa shule ya Kiislamu ya Ilala. Mjema amesema vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika usafi wa mazingira na kuepuka kujihusisha na mambo yasiyokuwa na tija ya kwa jamii. Ma vijana hawa hawatakuwa na muda wa kupoteza katika makundi, watakuwa hawana muda wa kupoteza kwenye siasa, watakuwa hawana muda wa kupoteza katika kuanzisha mambo mengine, uhalifu, madawa ya kulevya, ujambazi na kadhalika. kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hawa vijana pia wanamuunga mkono rais na kuhakikisha kwamba wanataka kuleta maendeleo katika taifa lao. Na warembo na wanafunzi walioshiriki zoezi hilo la usafi katika hospitali hiyo wametoa wito kwa makundi yote katika jamii kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Magufuli za kuboresha mazingira kwa kufanya usafi. Vijana ndio kuvuta kazi ya taifa tunayolifanya sisi na generation yetu itakuwa ikifanya tukianza na usafi sisi, generation yetu itafata na usafi pia. Kauli mbiu inasema Ilala safi shibe mazingira, na tunatumaini kila kijana atatekeleza hiyo, na toa wito kwa wanafunzi wengine ambao hajafika hapa kwamba hili ni jambo ambalo limewekwa na rais wetu, na ni lazima kufanya usafi, sababu usafi ndio kila kitu katika maisha yetu. Katika hatua nyingine, jeshi la wananchi Tanzania JWTZ wameungana na wakazi wa jiji la Dar es Salaam katika kufanya usafi wa mtaa wa Kawe ukwamani ikiwa ni hatua ya jeshi hilo katika kuendeleza usafi wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa brigedi ya Mashariki, brigedia jenerali Sharifu Othman amesema hatua hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka hamsini na miwili tangu kuanzishwa kwa JWTZ. Ndio, ni moja katika majukumi yetu kusaidia mamlaka za kiraia, na kwa sababu ni sherehe ni ya kwetu, tumeona ni vizuri na ni jambo la busara kuunga mkono juhudi zinazofanywa na mkoa wetu wa Dar es Salaam za kufanya usafi kidani kwa Mosi Mshonii Septemba Mosi mwaka huu, Jeshi la Wananchi Tanzania, JWTZ, linataraji kuadhimisha miaka hamsini na miwili ya jeshi hilo tangu kuanzishwa kwake. Mbozi, kata la TBC, Dar es Salaam.